Kuhairishwa mechi ya Machi nane. Kuhairishwa mechi ya Machi nane, tunaamini kama klabu, hapakufuatwa utaratibu na palikuwa pana uvunjwaji mkubwa wa kikanuni. Hapana utaratibu uliofuatwa, na kulikuwa na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni, hivyo tunaamini CEO wa Bodi ya Ligi na Kamati ya Uendeshaji na Usimamizi wa ligi ilifanya haya kwa makusudi kabisa kwa ajili ya kuipa feva timu fulani. Sasa basi, kwa sababu watu hawa wamevunja kwa makusudi kwa ajili ya kuweka upendeleo kwa baadhi ya timu kanuni na kuhairisha mchezo wa machinane Club Young Africans haitakuwa tayari kushiriki mechi hii ya 134 namba 84, kama kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa bodi haitajiuzuru au kuvunjwa na afisa mtendaji mkuu, pia na yeye kuondoka.